mwili wa mwanamke umepatikana asubuhi ya kuamkia leo ukiwa umefungwa kamba mikononi mtaani Pipeline mjini Nakuru. Kulingana na wakaazi, hii ndiyo maiti ya nne kupatikana imetupwa katika eneo hili, umetupwa wa wazee wa... wawili na wamama wawili. Kwa hivyo hii ni mazoea ya kwamba eria hii watu wakiuawa mbali wanakuja wanatupwa hapa. Kwa hivyo tungeomba serikali kama inaweza kuwa na tuwekewa hii road block ambayo ilikuwa hapa Eastgate. Hiyo road block iliweza kusaidia insecurity katika area hii kwa sababu wakati ilikuwa ikifanya kazi usiku area hii ilikuwa haipatikane mambo ya namna hii. Wakaazi wamewataka maafisa wa polisi kupiga doria katika eneo hilo hasa usiku ili kukabiliana na wahalifu. Kwingineko katika kaunti ya Kiambu, wakazi waliandamana eneo la Ngecha, Limuru, baada ya moja wao Jofri Mwaniki kuaga dunia alipokunywa pombe. Wanalalamikia utepetevu wa viongozi wa eneo hilo kukabili unywaji wa pombe haramu. Tumehudhuria mtu mmoja amekufa, kijana mdogo Kijana angekuwa na nyumba yake, lakini pombe ilimfunga, na tumefanywa vibaya sana, kwa maana askari wamekuja na headman wakambeba bila hata kujulikana. Sasa tunataka serikali itusaidie juu ya pombe, kwa maana pombe haijaisha hapa. Ile pombe mbaya haijaisha Kangecha, pombe bado iko. Hata hata assistant chief hawasaidi kijiji, hawasaidi kijiji wana, wanapicha pombe, watu wa watu wakiandamana O, askari wanapiga watu. Na katika kaunti ya Nyandarua polisi wanamsaka mshukiwa mmoja wa wizi aliyetoweka. Mshukiwa na wengine watatu waliokamatwa wanadaiwa kumvamia Gilbert Njoroge aliyekuwa ametoka kwenye benki kumteka nyara na kutoweka naye kwa gari lake mjini Olkalao. The members of public, uh,

The assistance of the officers. Watatu hao James Msioka Malelu, Joseph Ndichumbugwa na Patrick Nzioki wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gilgil, huku msako ukiendelea. Na hatimaye, katika kaunti ya Kwale, maafisa wa usalama wamewatahadharisha wanaozua zogo katika kaunti hiyo kadhalika msimamizi wa masuala ya usalama kanda ya pwani Samuel Kilele ameapa kuwa polisi wataendelea kushika doria katika maeneo yaliyo hatari katika kaunti hiyo. Machifu hujipange vizuri na zile nyumba kumi, community policing iendelee vile inavyohitajika. Mtakuja kuniambia siku moja, Kilele alisema. Mimi nawawakilishia ile community policy isichukuliwe ni mzaa. Unajua, community policy kuna watu wengine wanaiharibu, wanataka kui, kuitumia wapate pesa. Aidha, ametoa onyo kwa wamiliki wa vilabu dhidi ya kuendesha biashara baada ya saa zilizotengwa kwa uuzaji na unywaji wa pombe. Yunis Omolo, QTV.